Majina, naitwa Alawi Abdallah, ni katibu mkuu wa diaspora ya Watanzania waishio nchini China. Leo tupo katika airport za Baiyuni International Airport ambao ziko hapa Guangzhou ama Guangzhou nchini China. Sasa hapa kuna changamoto ambayo imewaface wafanyabiashara ambao wanafanya biashara zao katika, uh, katika soko la Kariakoo. Wengi wamekata tiketi na wamekuja, uh, nchini China, lakini wamekwama kutokana na sababu mbalimbali mbali. Leo tuko na mwakilishi kati ya watu ambao wamekwama hapa nchini China. Sasa yuko hapa kwa ajili ya kuelezea ni nini ambacho kimejiri katika safari yao kutokea Tanzania kuja China, lakini nini ambacho nahitaji katika serikali, namna gani anaweza kupata msaada? Karibu sana. Asante. Masikitiko tulionayo sisi ni Watanzania ambao wa, tulikuwa wasafiri kwa ndege yetu ya Air Tanzania usiku ya leo, lakini matokeo yake baada ya kufika hapa kwa ajili ya taratibu zetu za kisafari tulichokikuta hapa kimetukwaza tiketi tunazo, lakini tunaambiwa kwamba tiketi zetu katika taratibu za mitandao hazionekani, tiketi za kurudia nyumbani. Hapa tumeshafika mahali ambapo ni tatizo, kwa sababu hicho tulichonacho, tumetoka mjini, tumeshamaliza vitu vyetu kununua, na hicho tulichonacho ni kidogo tu cha kutosha kunywa juisi, kunywa nini, ili tuendelee kwa uhakika wa kurudi nyumbani. Sasa tumekosa uhakika kurudi nyumbani, hatuna uhakika wa kusafiri kuna swala la kurudi mjini, kuna gharama za hoteli, chakula, mpaka siku ambayo tutapata tena nafasi. Swala, who can foot this expenses? Nafikiria watu wa Air Tanzania, wakurugenzi na bodi ya Air Tanzania, mpaka hata waziri, mpaka mheshimiwa rais, ili lijue li, li, li, li, liangalie na tutatuliwe, kwa sababu vinginevyo vyote sisi itabidi tulale hapa uwanjani, kwa sababu kukosa usafiri Ha? Na kilichokuwa kibaya zaidi huyo, huyo alohusika alo na kututengenezea safari, tunaambiwa huko Tanzania kwamba amechukua hela za watu na amefunga ofisi, kujanja ujanja, amekimbia. Sasa hizi kweli, na mama siku zote anasema kwamba biashara za kiserikali, mitandao isomane. Inakuwaje mtandao wa ya Tanzania unashindwa kusoma, abiria walikuwa wamekata tiketi mpaka wamefika huko, anashindwa kurudi ha? Sasa hiyo mitandao na usema Mama Samia isomane imeshindwa kusoma mpaka sisi tumefika huku tunashindwa kurudi. Hebu liangalieni jamani, manake katika hii usafiri huu sio kama pana watanzania watu. Kuna watu wametoka Mozambiki wametumia shirika letu, kuna watu wametoka Malawi wametumia shirika letu. Je, hao ao wakaadisie nini huko? Sasa hichi kinachoendelea sasa hivi, kwanza tupate uhakika wa usafiri kwamba tunasafiri hatusafiri, kama tunarudi mjini, tunakwenda kulala wapi? E, Tanzania tunatusaidia vipi kuanzia kukaa kwetu mpaka Jumamosi? Haiwezekani kwamba abiria anakata tiketi kwa ajenti ya hmm. E, Tanzania sijui kwamba abiria huyu kakata tiketi ya kwenda na kurudi hmm. Sasa o, okay, iwe tatizo kwa mtu mmoja wawili watatu tatu, umma huu wote ukose tiketi ya kurudia? Au, au watu ha, wa, sheria ya kimataifa mm. Lazima ukate tiketi kwenda mm. na kurudi kwa mm. sababu sio kweli mm. kwa muda wa visa uloomba mm. Sasa unaingiaje nchi ya mtu alafu huna tiketi ya kurudia? Suluhisho la suala hili mm. ni kwamba ea Tanzania mm. yenyewe kwanza mm. mm. iangalie kwanza kwa nini hawa Ethiopia, nani nani wanafanikiwa katika vitu kama hivi hmm, kuondoa usumbufu kwa abiria hmm. Alafu na wao vile vile hmm. waangalie hmm. maajenti waliokuwa, ambao matapeli wasiwafanyie kazi kuwachafulia kama hivi hmm. hmm. Miongoni mwa wafanyabiashara ambao wamebahatika kupata tiketi za kurudi Tanzania mara baada ya sakata hili, kwa kuangalia idadi ya watu ambao wamemiss na kuweza kuwafiksi wale ambao wanaweza kupata nafasi za kurudi nyumbani ambao walikosa tiketi. Yuko hapa ambaye ni mfanyabiashara pia kutoka Kariakoo, naye ana machache ya kueleza kiasi gani ametumia kukata tiketi hii ya kurudi ambayo ni, uh, ni tiketi ya ghafla. Karibu sana, unaweza kueleza ni kiasi gani umetumia? Asante ndugu mtangazaji. mm. kiasi ambacho tumeweza kutumia ni dola mia nane hamsini ambazo ni zaidi ya milioni mbili. Kwa hiyo ukijumlisha gharama za mwanzo na za pili unakuta tumesafiri kwa bei ya, ya mtu kusafiri mara mbili, tumesafiri kwa mara moja. Hii kitu inatuumiza, tunatamani serikali ichukue mm -hmm. hatua dhidi mm -hmm. ya huyu ajenti wetu, kwa sababu ni wa muda mrefu. Tunaamini yupo kwenye system, anafahamika, aweze kushughulikiwa ikiwezekana, mm -hmm. aweze kuangalia, serikali iweze kuangalia mm -hmm. namna ya kutufix, kuturejeshea baadhi ya gharama ambazo tumetumia. Kwa anayekutazama angependa kufahamu unaitwa nani na unafanya biashara wapi? Yes, oh, yes. Asante. Mimi naitwa Andrea Mikaeli Kiando. mm. Jina la kwenye passport ila jina la biashara ni Misaoj. mm. Napatikana soko la Kariakoo.